Yes, mambo vipi? Mimi naitwa um, Geofisho na hii hapa ni The Scope. Asante sana kwa kuwa uh, mtu wa kwanza kwa mara nyingine kuifuatilia Um, channel hii kwa sababu uh, imekuwa kipindi kirefu kidogo, takriban mwaka mzima hatujapost um, content ya aina yoyote, lakini uh, nipende kukutangazia kwamba rasmi The scop tumerudi, tumerudi na tumerudi kwa namna nyingine, namna ambayo ni rafiki, namna ambayo uh, ina ubora zaidi kwa uh, mashabiki zetu wengi kwa hivyo, um, ni kuombe kama unaiona video hii na haujasubscribe, haujafanya uh, jambo lolote ili uwe unapata notification uh, kwenye channel hii ya the Scope, hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kusubscribe ili uwe unapata notification na taarifa mbalimbali ambazo ni za muhimu sana kutoka kwenye channel hii. Mimi naitwa Jeff Official na utakuwa na mimi muda wote ndani ya channel hii. Kuna mambo mazuri sana, sitaki nimalize kila kitu, lakini unatakiwa ujue kwamba kuna mambo mazuri sana, mambo ambayo pindi utakapochukua maamuzi ya kubonyeza alama ya subscribe, basi hautawahi kujutia hata siku moja.